0678813891 Hali yako ikoje asubuhi ya leo popote hapo ulipo mtazamaji wa Sauti Kuu TV online pengine wasumbuli wana maradhi basi Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema mponyaji akufanyie wepesi katika afya yako na kama mfuko ni mtupu e bana akufungulie milango ya riziki ipasavyo juu yako mimi naitwa Dorcas Daniel, ni Bukhari wa afya hasa. Asubuhi ya leo, niko super kukuangazia magazetini leo kutokea hapa studio zetu za Kawe, jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, siko peke yangu. Upande wa mitambo, niko naye Freedom mwana wa Richard. Pengine ndio kwanza unaungana nami hivi leo, bado una nafasi ya kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuitwa mdau wa Sauti Kuu TV online. Karibu. Ninaanza na habari za kitaifa na kimataifa asubuhi ya leo. Kumbuke kuwa leo ni tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja ama Novemba 2025. Kwa kawaida magazetini leo inakujia hewani saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12 na nusu, na hivi sasa tayari ni dakika 34 tangu ilipotimu saa moja kamili, na ni dakika 4 tu zimesonga tangu ilipotimu saa moja na nusu za asubuhi. Karibu katika magazetini leo. E, nianze na gazeti Sauti Yetu. Gazeti hili limeandika wanne watajwa kumrithi Majaliwa. Habari hii imeelezwa zaidi ukurasa wa nne. Ni kuhadhari ni miongoni mwa habari ya asubuhi ya, ya leo zinazoshika hatamu katika nakala tofauti za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania, ikifuatiwa na ile ya e, Spika wa bunge aliyekwisha kuchaguliwa na kuanza rasmi majukumu yake. Heche aita kamati kuu Chadema kujadili ya Oktoba 29. Habari kamili utaipata ukurasa wa pili. Vilevile habari nyingine inasema Omo wa wataka Wazanzibari kuendeleza umoja e, Msahafu eh, msahafu wangu ni katiba na kanuni za Bunge. Zungu anayasema hayo hapo jana. Habari hii imetajwa katika gazeti Sauti Yetu, unaweza kujipatia nakala hiyo mara moja. Na hama hapo nikiangazia Mwananchi ukurasa wake wa mbele, habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema TLS kuwatetea na 641 kesi za uhaini zikirindima TLS kuwatetea 641, soma zaidi ukurasa wa 4. Zungu kuanza na mambo matano, Chadema kuja na msimamo yaliyotokea Oktoba 29, sababu bei ya tumbaku kupaa sokoni ni habari ambayo imeelezwa kwa kina ukurasa wa tatu gazeti Mwananchi unaweza kupata nakala yako na kusoma habari hiyo vile vile. Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi leo limeandika bunge la tija kwa taifa, Zungu aahidi baada ya kuchaguliwa kuwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, bunge la kumi na tatu. Basi Zungu aahidi bunge la tija kwa taifa. Habari nyingine ukurasa wa mbele wa gazeti hili, TLS kuwatetea watuhumiwa wote wa uhaini, mawakili wa Heche waomba muda wa kujibu pingamizi Kiswahili chaweka rekodi cha tumbuliwa rasmi kumradhi cha tambuliwa rasmi na UNESCO. Jamhuri ya, ya pinga kibatala kugeuka shahidi wa Nifa. LATRA yatoa vibali 55 daladala kuziba pengo mwendo kasi. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika nakala hii ya gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii utakapoikamata mkononi mwako. Naondoka hapo nikiangazia ukurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo, guiji la habari Tanzania. Habari yake kuu inasema, spika Zungu aahidi bunge la wananchi, atasimamia maslahi ya nchi, asema bunge ni vita na serikali. Bunge ni vita, e, bunge si vita kumradhi, bunge si vita na serikali. Wapinzani wampa ushauri, amani awe na msimamo. Ukurasa wa pili wa gazeti hili unaeleza habari hii kwa undani zaidi vilevile, ukurasa wa nne unatoa undani wa habari inayosema viongozi wa dini wahimiza fara kulinda amani. Hayo utayapata katika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Uhuru, ukweli daima, kurasa wake wa mbele habari lokolizo wino inasema spika Zungu, nitazingatia haki pamoja na uwazi nitazingatia haki pamoja na uwazi. Makamu wa pili wa rais Zanzibar ahimiza ushirikiano. Kamata nakala yako mtazamaji, gazeti Uhuru uweze kufahamu kwa kina. JKCI yazindua kitengo cha kusafisha damu wagonjwa wa moyo. E, sawa. Mpanju awasihi watumishi wa umma kulinda afya zao. Wabunge wapya wasimamie yaliyomo dira ya taifa ya elfu mbili na ishirini na tano. Habari hii utaipata katika gazeti Uhuru, ukweli daima. Vilevile gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili limeandika, wawakilishi wa mwahidi ushirikiano. Daktari Mwinyi, zungu spika mpya wa bunge Hotuba ya Dkt Mwinyi, uzinduzi BWL yapongezwa. Katibu Mkuu ataka kasi zaidi ujenzi wa ofisi za shirika la magazeti. Wamisri wapiga kura eh, kuwachagua wawakilishi. Mashirika ya umma yatakiwa kutoa gawio. Mtazamaji, haya na mengine mengi utayapata katika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, utakapokamata nakala hiyo. Mtanzania, leo kazi ni kipaumbele chetu. Zungu apata ushindi wa kimbunga kuwa spika. Zungu apata ushindi wa kimbunga kuwa spika. Haya, taasisi ya tiba ya afya musika yataka vijana wachangamkie kozi za afya. umoja wetu ndio silaha ya uh, kuli uh, umoja wetu ndio silaha ya kuiondoa CCM madarakani. Hiyo ni kauli ya Omo Dkt Tulia atabiriwa waziri mkuu mpya. Wajasiriamali Tanzania waipongeza serikali kwa maonyesho ya nguvu kazi, eh, nguvu kazi hapo Kenya. Habari hii imetajwa katika gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu, huku gazeti Mwananchi Huru Tanzania likiandika Zungu wa garagaza wagombea wa upinzani. Habari hii kipamba ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi Huru taasisi ya tiba na afya musika ya jana. kozi zinazopata mkopo wa bodi TLS yajitolea kuwatetea watuhumiwa wa kesi za uhaini. wajasiria mali waliokwenda kwenye maonyesho Kenya waipongeza serikali. Kopra ya wanoa vijana 50 mradi wa BBT. Watanzania waonyesha uwezo katika kampuni za ubia. habari hii imetajwa katika gazeti Mwananchi Huru Tanzania. kwa shilingi 1000 tu unaweza kujipatia nakala hii kupata habari kwa kina, Raia Mzalendo ukweli na uwazi limeandika, Heche aeleza yaliyomkuta siku ishirini na moja alizokaa mahabusu. Taasisi ya tiba ya afya musika yaleta kozi zenye ajira nje nje. Haya, kurasa wa tatu. mm. Gazeti Raia Mzalendo unaandika nemk ya chota hazina ya maarifa kwa Dr Mpango. Habari hii pia utaipata katika eh, gazeti Raia Mzalendo. Vilevile Muhimbili yaeleza sababu ya ongezeko magonjwa ya kisukari. Unaweza eh, kupata pia nakala hiyo, kupata habari kwa kina. Jamvi la habari: ni Kadogosa au Mwigulu upm je? Ni Kadogosa au Mwigulu upiem. Simba Chawene, Makonda, Deo watajwa kama chaguo mbadala. Mbivu na mbichi mikononi mwa Dokta Samia bari imetajwa kurasa nne. Kama ambavyo nilikupa tahadhari hapo mwanzoni ya kuwa isikukere, kwani utaisikia marakadha wa kadha katika nakala tofauti asubuhi hii kulingana na ukubwa ilionao uzito wake pamoja na shauku ya wengi kusikia, je, nani kuchukua nafasi ya UPM? Je, ni Kadogosa, ni Mwigulu, ni Simba Chawene, ni Makonda, ni Deo, ama ni Dr. Tulia Ackson kama wengine wasemavyo katika mitandao ya kijamii huko. Haya, tusubiri tuone. Na vile vile pata nakala kupata habari kwa kina, pengine wewe mwenyewe unaweza ukaona hata e, sifa zao, yupi anastahili stahili. Nyota ya Dkt. Mwigulu yazidi kung'aa. Taifa e, la subiri kwa shauku. Sawa, habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Jamvi la Habari. Gazeti lako Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, gazeti limeandika kauli ya kwanza, Spika Zungu ahidi bunge lenye nidhamu, uwazi na uwajibikaji. Habari picha inamuonyesha ikiambatana na habari hii, eh, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bwana Zungu. Haya sasa, Kiswahili ni lugha rasmi mikutano ya UNESCO. Madini ya Spineli yaitangaza Mahenge kimataifa. Watanzania waonyesha uwezo katika kampuni za ubia. Habari hii pia utaipata katika gazeti Taifa Tanzania Mzalendo Kwanza, huku gazeti Mwana Habari gazeti bora hasa likiandika Spika Zungu ahidi fursa sawa kwa kila mbunge. Nani waziri mkuu ajae? Wazungu wanasema caution mark. Watanzania sasa waonyesha uwezo kuongoza kampuni za ubia. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari aapishwa kuwa mbunge Kilombero, wa furahi mbunge wao asenga kula kiapo. kumi wasomewa mashitaka ya uhaini Sumbawanga. habari hii utaipata katika nakala ya gazeti Mwana Habari, gazeti bora wa machinga, sauti ya wanyonge. Mjadala waziri mkuu ajae, majina ya Dr. Tulia Mchemba Biteko, na Kitila yatajwa, atakayeteuliwa kukutana na kibarua kizito. Haya na mengine mengi utayapata hapa. Habari picha zao zikiwaonyesha eh. Huku anasema Zungu, nitaongoza kwa haki. Mtazamaji, nilikwambia hapo mwanzo ya kuwa Miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu asubuhi ya leo ni pamoja na hii nani kuchukua nafasi ya UPM, nani kumrithi Majaliwa, lakini ikifuatiwa na hii ya spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bwana Zungu. Haya, Watanzania waonyesha uwezo katika kampuni za ubia, kumi wafikishwa mahakamani kwa kosa la uhaini Sumbawanga. Haya habari ni zilezile zile unaweza kuzisikia hapa na pale. Uelekeo leo yetu ndio kesho yetu, bunge la 13 laanza kazi, wabunge bunge sasa kumthibitisha waziri mkuu na rais kulizindua bunge. Othmani ashukuru asema, umoja ni silaha, bunge litakuwa chombo cha wananchi, kauli ya Zungu. Uamuzi kuhusu hati ya uhaini wa nifa na wenzake Novemba 25. Habari hii imetajwa katika gazeti Uelekeo Leo yetu kesho yetu. Kwa kusema hayo, mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Nikirejea hapa, ni wasaa wa habari za kimichezo na burudani, nasi tumeiita sehemu ya pili ya magazetini leo.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 0678813891. Tunaendelea na sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Kama ndio wa kwanza unafungulia smart tv yako ama smartphone yako, hii ni magazetini leo kutoka Sauti Kuu tv online. Jina langu ni Dorcas Daniel. Gazeti Mwana Spoti, gazeti mahususi kwa habari hizi za kimichezo na burudani pekee, limeandika Simba yapewa mbinu za Waangola, wa habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili, huku kocha uh, Dimito Pantev kocha matatu akionekana ukurasa huo mbele wa nakala hii ya gazeti Mwanaspoti. Haya, Mayweather Pacman lina eh, linakuja habari imetajwa hapa masta, eh, huyu mreno bala e bana. Habari imetajwa vile vile katika nakala hii ya gazeti mwana spoti. Unaweza kujipatia nakala hiyo ukurasa wa mwisho wa gazeti. Nipashe umeandika Yanga yakiri ugumu wa, kute, eh, wa kutetea ubingwa. Eh, Simba yatangaza vita pointi 15 za mwanzo Ligi Kuu, nitarudi Barcelona ni kauli ya kwake Messi. Ukurasa wa mwisho wa Nipashe ndio ambao unaeleza habari leo, gwiji la habari Tanzania, upande wa habari za kimichezo na burudani. Simba ya utaka ubingwa Ligi Kuu. JKT Queens kuivaa Asek leo. TVF yatangaza uchaguzi Desemba 21. Chino Kid. E, aha, sawa naondoka hapo nikiangazia gazeti Uhuru, ukweli daima. Nyota Stars wampa jeuri Gamondi, JKT Queens kuikabili Asec, wadau wa soka wampongeza Zungu. Ni habari ambazo utazipata katika nakala hiyo utakapokamata mkononi mwako mara moja. Gazeti Zanzibar Leo limeandika Nation nado waongezwa Taifa Stars, Nation nado waongezwa Taifa stars kundemba. E, haishikiki yaizabua. Taifa Jang'ombe, JKT Queens kuivaa Asek mmosa na matumaini, ni habari ambayo utaipata katika nakala hii ya gazeti Zanzibar Leo, upande wa habari za kimichezo na burudani. Jamvi la habari spoti, Simba yajivunia uwepo wa Moris Senzo, anasema na mazingira E, mazingira kujiunga na TRA Sports Club. Habari hii imetajwa hapa. Haya bwana, mimi naondoka hapo, nikiangazia Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, michezoni JKT Queens kutembeza kichapo cha kizalendo dhidi ya Asec Mimosa leo. Habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti hili, hi hapa, hili hapa benchi la taifa Stars. Senzo Mazingira CEO TRA Christina Mwagala Ngaka Simba Sports Club yajivunia uwepo wa kiungo wao Morris. Huku TPLB kuijadili Stand United kushindwa kufika kiwanjani. Habari hii imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Mwanahabari Simba yasema haina pengo golini. Yanga ya anza mikakati ya ligi ya mabingwa. Serengeti Boys yatua Ethiopia. Gamondi anaimani na kikosi cha Taifa Stars. Kocha Ibenge ligi kuu Tanzania ngumu. Ibenge anasema ligi kuu Tanzania ngumu, Mwanaspoti limeandika. Eh, kumradhi wa machinga spoti limeandika, kocha Yanga sasa kazi kazi tu mazoezini. Andambwile andambwile, sina shaka na namba E, Katwile anasema dida bonge la kipa, ebana, lango letu liko salama, kwa Yakub ni Simba. Hao wanasema hayo. Gamondi ajipa matumaini mchezo na Kuwait, habari imetajwa katika gazeti la Machinga Sporti. Uelekeo sporti, leo yetu ndio kesho yetu, basata ambariki mlimbwende Efrazia. Simba Sports Club, maudeuji hajawahi kuidai klabu mangungu, wadai huo ni uvumi wa kupuzwa. Gamondi ameongezea nation, ameongeza nation Taifa Stars, Senzo atua TRAU United. Nakala hiyo ya gazeti Uelekeo inakamilisha sehemu ya pili ya magazetini iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, kadhalika inakamilisha magazetini leo kwa ujumla. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, nikutakie wakati mwema.